Mamlaka ya kudhibiti usalama barabarani yaani NTSA imethibitisha tukio la kuchomwa kwa basi la kampuni ya Mash usiku wa kuamkia leo katika eneo la Salgaa, kaunti ya Nakuru. Basi hilo, lilikuwa likielekea Uganda kutoka Mombasa, na lilipata ajali na kusababisha kifo cha mwendeshaji bodaboda aliyehusika kwenye tukio hilo. Tukio hilo liliwaghadhabisha wahudumu wa bodaboda ambao hatimaye walilichoma basi hilo. Kwa bahati nzuri, hakuna abiria aliyepata majeraha katika ajali hiyo. Mwanahabari wetu Bridget Ngana anaripoti kwamba NTSA sasa inaendelea na operesheni ya usalama wa barabarani ikishirikiana na maafisa wa polisi na idara ya mahakama kudhibiti ajali za barabarani katika msimu huu wa Krismasi. Picha hizi zilizopigwa na walioshuhudia tukio hili zinaonyesha wakati basi la kampuni ya Mash lilipogubikwa na moto saa saba Jumanne asubuhi kwenye barabara ya Nakuru kuelekea Eldoret. <coughs> Taarifa zinaonyesha kuwa basi hili lililokuwa likisafirisha abiria kutoka Mombasa kuelekea Uganda lilichomwa baada ya kugongana na mhudumu wa bodaboda barabarani. Ajali hiyo inasemekana kutokea kutokana na dereva wa basi kutotii sheria za barabarani. Hii basi lifanya kwa valap na kuna jamaa wa pikipiki piki, alikuwa anatoka zake huko. Ikamgonga. Sasa ilivomgonga eh, wajamaa wa wakakasirika. Wakiuliza driver kwa nini ule valap umegonga jamaa wa pikipiki? Piki. Nijue ilimuua, sa watu wakakasirika ndo wakasha moto hii basi. Nilipigiwa simu nikaarifiwa kuna ajali imefanyika hapa Salgaa. Mimi kuamka, kwa sababu sisi ni wanaboda boda. Mostly wanga tunafanya usiku. Ah, lazima nigaarifu wasee kadhaa niwambie aje kuna msa wa boda, amego, amegongwa. Eh, mimi kufika kuangalia, nikapata ni besta yangu anaitwa Kibet. Kampuni ya Mash imesikitishwa na tukio hili huku ikisema inashirikiana na idara ya usalama barabarani kutathmini kilichotokea, huku wakitarajia sheria kufuata mkondo wake. Wakazi wamelalamikia maafisa wa polisi kutowajibika haraka wanapohitajika. Mimi ningeambia wase wa magari mwache kudharau wase wa bodaa sana, kwa sababu hata mi juzi kuna nilimisiwa tu hapa kidogo, nilikuwa navuka nikamisiwa, watu tuliongewa maneno tukamali, tukamaliza wale ambao tunaita kama maafisa wa polisi ama chochote, mtu akigongwa ni kuacha hawa na kwenda. Hiyo mambo inasaulika. So inabidi ya, wakati mwingine abiria wanachukua hatua mikononi mwao. Wajua wananchi siku hizi wako wako very emotive na mambo ya majali ajali. Kwa hivyo sisi tunasihi wale, wale wenye mabasi wakisha mabasi yao yamefanywa inspection ya ya kuvizuri, na madereva ni wawili, wawili katika kila gari, kwa sababu ukiangalia hii ni kwa sababu pengine madereva wanachoka. Mtu anatoka Mombasa anaenda Nairobi, huyo anaruka Nairobi anarudi Mombasa. Hawezi huo huo, mamlaka ya kudhibiti usalama barabarani NTSA inaendelea na operesheni ya kitaifa ya usalama barabarani. Operesheni hii inahusisha barabara zilizo na msongamano mkubwa wa magari, na maafisa wa trafiki wakitumia kamera maalum ya kunakili mwendo wa magari zikiwa barabarani do

Msimu huu wa Krismasi, mamlaka ya NTSA imesema kuwa sheria itafuatwa kokote barabarani na yule anahatia atapata kupigwa faini yake papo hapo barabarani. Hii ni kwa sababu zaidi ya watu elfu nne wamefariki kutokana na ajali za barabarani mwaka huu hapa nchini. Bridget Ghana, NTV Nakuru. Naam, asante uh, sana Ghana kwa taarifa hiyo.